Madhara ya chanjo, athari za muda mrefu, na viambato. Je, ni madhara yapi yanayojulikana kuwa ndani ya chanjo? Kama ilivyo kawaida kwa madawa yoyote, chanjo zinaweza kusababisha madhara. Hata hivyo, madhara mengi ni madogo, ambayo yanaweza kutibika, na hayadumu kwa muda mrefu, mara nyingi zaidi ya siku chache tu. Baada ya kupata chanjo, madhara ya kawaida ni: maumivu, kuvimba, au uwekundu sehemu iliyochomwa sindano, homa ya kiasi, kuhisi uchovu, na maumivu ya kichwa. Mtoto wako anaweza kuwa na fujo kidogo, au mwenye wasiwasi, kukosa hamu ya chakula au kula kiasi kidogo kuliko kawaida, au kuonekana mchovu zaidi. Wasiliana na daktari wako ikiwa unahisi wasiwasi kwa hilo. Kumbuka kuwa madhara mengi ni ishara kwamba mwili umeanza kujenga kinga dhidi ya ugonjwa. Madhara makubwa ni nadra sana. Hata hivyo, wahudumu wa afya wako tayari kushughulikia athari za nadra zinazoweza kutokea baada ya chanjo. Wahudumu wa afya na wanasayansi, wanahakikisha kuwa chanjo zinatoa ulinzi dhidi ya magonjwa. Manufaa ya chanjo ili kuzuia magonjwa ni makubwa zaidi kuliko hatari za madhara madogo na nadra. Kuamua kutochanjwa kunaweza kumweka mtu kwenye uhatari wa kuugua magonjwa makubwa. Je, kuna madhara yoyote ya muda mrefu ambayo yanahusiana na chanjo? Kuna baadhi ya wazazi wanaohofia kuhusu madhara ya muda mrefu au kuathiri afya ya mtoto wao kwa madhara ya kudumu kutokana na chanjo. Hata hivyo, tafiti nyingi zimeonyesha kuwa chanjo hazihusiani na matatizo ya magonjwa kama: usonji yaani autism, pumu, magonjwa ya kingamwili au autoimmune, au matatizo mengine ya kiafya. Kuchanjwa kunasaidia uamuzi wa kuunga mkono ya kuwa na maisha marefu, na yenye afya kwa kufundisha mfumo wa kinga ya mwili kupambana na magonjwa. Je, viambato ni vipi? Na je, ni salama? Viungo katika chanjo ni vichache sana. Kila kiungo ni muhimu ili kuunda chanjo na kuhakikisha kuwa chanjo ni salama na kwamba inafaa katika kupambana na magonjwa. Chanjo zinaweza kuwa na vihifadhi, ambavyo huhakikisha kuwa chanjo hazitaharibika. Chanjo zinaweza kuwa na viambato kama vile chumvi za alumini. Hizi husaidia mwili kujenga kinga na mwitikio bora wa kinga. Chanjo zinaweza kuwa na sukari na jelatini, ambazo hutumiwa kuweka chanjo hiyo kuwa na nguvu wakati wa usafirishaji na uhifadhi. Chanjo hutumia kiasi kidogo cha nyenzo za ukuzaji wa seli kama vile protini ya yai ili kukuza virusi au bakteria vya kutosha kutengeneza chanjo hiyo. Kuna viambato kama vile formaldehyde ambavyo hutumiwa katika utengenezaji wa chanjo ili kuua virusi au sumu wakati chanjo inatengenezwa. Wakati wa kutengeneza chanjo, kiasi kidogo sana cha viuaji sumu kama vile neomycin huzuia bakteria isije ikachafua chanjo. Katika hali nyingi kiasi cha viambato vilivyo ndani ya chanjo ni vidogo zaidi kuliko na kile tunachokabiliana nacho katika maisha yetu ya kila siku. Kila kiambato cha chanjo kina jukumu muhimu kwa utengenezaji wa chanjo au kuhakikisha kuwa ni salama na yenye ufanisi ili kukulinda. Ikiwa una maswali kuhusu kiambato cha chanjo, tafadhali Wasiliana na daktari wako.